Mtu hata akichukua hindi hindi lazima aweke chumvi aweke na pilipili na aweke na na si nini tena na, na, na, na limao. Aweke, yani hindi sasa hindi, hindi, hindi, hindi. Unashangaa hivi hindi lina matatizo gani? Labda kama mahindi ya sasa hivi yamegeuka. Lazima aweke vitu vivi. Sasa mpaka hindi linakuwa sio hindi, linakuwa ni pilipili. Kwa hiyo hamu ja, kwa kuwa imepotoshwa inabidi tuirudishe ile ya asili mara nyingi hudai chakula ambacho huafifisha afya na kusababisha udhaifu badala ya nguvu. Hatuwezi kuongozwa salama kwa desturi za jamii. Sisi tunaishi katikati ya watu, sisi ndio natakiwa tuwe mfano, sio kwa sababu kila mtu mtaani anakula chipsi na kuku wa kisasa. Zamani kulikuwa na vita dhidi ya kuku wa kisasa na hata wewe ulikuwa unaogopa kula kuku wa kisasa, na nakujua ulikuwa unaogopa, siwezi kula makuku hayo. Sasa hivi harusi zote, tena mtu aulizi ya kisasa ama ni nini, ya siku mbili au ni nini. Sasa hivi ni twende kazini tena ki, yani usipopewa kipapatio kile, ukila kale kana hivi moja kwa moja, yani unaona kameishia, hata ujui kama ni kuku ama ni nini. Siku hizi hatufuati tena ulaji ule ulioandikwa na ndiyo maana matatizo ni mengi kanisani, mengi, na uasi mwingi kanisani, na huo uasi hatuwezi kuukomesha ama kuuondoa. Maana ni watu wa Mungu, inabidi uwafundishe mpaka turekebishe hapa. Jamani, Bwana asifiwe sana, na hapa patarekebika kama taarifa zinazoenda huku ni safi.